Ndugu zangu katika Kristo, karibuni katika mwendelezo wa safari yetu, ikiwa leo tunaingia siku ya saba. Naamini mnaendelea kubarikiwa, mnaendelea kuneemeka. Naomba neema na baraka hizi usikae nazo tu peke yako, bali washirikishe na wengine, wahusishe na wengine katika safari, ili waweze kupata baraka na siku moja wa kushukuru wewe na wamtukuze Mungu huyu ambaye anasafiri pamoja nasi katika safari hii ambayo tunaendea. Usiache kulike, kushare, subscribe, kucomment ili watu wote wengine wengi waweze kupata baraka hizi. Jana uh, tuliangalia vema juu ya kwa nini tunapitia magumu, kwa nini wakati mwingine Mungu anaruhusu sisi tupitie magumu katika safari yetu na tuliona vema kabisa kwamba katika magumu bado Mungu anabaki kuwa Mungu, katika taabu bado Mungu anabaki kuwa Mungu, yuko pamoja nasi na wala hajatuacha kabisa. Leo kuna kitu fulani kizuri ambacho tumekiona katika safari yetu, bado kinaenda kutafakalisha sana kinatoka katika ile sura ya kumi na nne aya ile ya kumi hadi ile aya ya kumi na nne kitabu cha Kutoka ile sura ya kumi na nne aya ya kumi hadi ya kumi na nne Hii inasema hivi: hata Farao alipokaribia wana wa Israeli wakainua macho yao na tazama, wa Misri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana wana wa Israeli wakamlilia Bwana wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri tukisema tuwache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hawa wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Hapa kama tunavyoona, Waisraeli wametoka Misri, wamefika, wanaona bahari, wanaona kizingiti, wanaona magumu mbele, lakini wao wanaanza badala ya kufikiria nguvu ya Mungu iliyowatoa watoa, wanaona nguvu ya kizingiti kilicho mbele na wanaanza kufikiria kurudi nyuma, hii ni akili ambayo nataka tuiangalie katika safari yetu ya kutembea kuelekea nchi ya ahadi. Naomba ni kuombe sana usiwe na akili kama hii ya Wamisri. Naomba ni kuombe sana usiwe na akili kama hii ya wana wa Israeli. Akili ya Wamisri ni hivi ni akili ya kufuata baada ya tukio, yaani tukio fulani lishapita, lakini unalifuata hilo, utaliangalia vizuri mbele. Lakini kwa namna ya pekee siku ya leo, naomba ni kuombe usiwe na akili kama ya wana wa Israeli, akili ya kufikiria jana, akili ya kufikiria Misri, akili ya kuona jana ilikuwa ni bora kuliko leo, akili ambayo jamii ya wana wa Israeli licha ya Mungu kuwatoa utumwani walibaki na nayo, ndani ya mioyo yao ndani ya vitu vyao. Wana hawa wa Israeli walipokuwa utumwani walilia na kuomboleza na Mungu akawasikia na Mungu akasikia kilio chao. Tunasoma kitabu cha Kutoka ile sura ya tatu aya ya saba mpaka ya kumi. Lakini wanapokutana na magumu, hawa watu wanasahau yote, wanakumbuka bado Misri, wanakumbuka bado jana. Iko hivi, nikwambie kitu: watu wengi huwa tunapenda kupiga hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kutoka Misri kuelekea nchi ya ahadi, ni jambo jema sana. Na wengine sengine wananipigia simu sana sana, wanasema baba, ndoa hii imenishinda, nataka niondoke, maana nimeshindwa sana hapa, nipo kwa ajili ya watoto tu. Huwa nauliza swali la msingi sana, je, una uwezo wa kutembea peke yako katika jangwa, au baada ya muda mfupi utakumbuka tena Misri utakumbuka tena kurudi katika hiyo familia ambayo leo unataka kuikimbia. Je, unajua unajua ugumu wa ayo maamuzi unayotaka kuyachukua? Je, una uwezo wa kubeba ayo magumu katika mabega yako na kutembea peke yako bila kukumbuka Misri? Father, uhusiano huu hauna kichwa wala miguu. Nataka nitoke. Sawa, namuuliza, uhusiano huu umedumu muda gani? Atasema miaka miwili, miaka nane. Swali linabaki vile vile, je, una uwezo wa kutembea katika jangwa bila kukumbuka tena Misri? Nataka niache kazi, nitafute kazi nyingine. Okay. Je, una uwezo wa kutembea katika jangwa la kutafuta kazi bila kukumbuka hiyo kazi uliyoiacha hapo jana? Nataka nifungue biashara yangu, nimechoka kukaa chini ya bosi huyu. Sawa. Je, una uwezo wa kutembea peke yako katika jangwa la biashara yako unayotaka kuianzisha bila kukumbuka ya jana? Nataka kuwa Mkristo. Sawa, takubatiza. Je, una uwezo wa kutembea katika kile ambacho Ukristu unataka bila kuteteleka kiimani, kuhama hama kanisa hili kanisa lile kanisa hii. Kuna uwezo? Naomba nikuambie kitu, tunaposafiri, ukisali na kuomba Mungu akajibu na ikabidi kupiga hatua, just move just move and trust the process, tembea. Naamini kwamba huyu Mungu amejibu sala zako, Mungu amesikia kilio chako. Just move, achana na akili ya utumwa, achana na akili ya jana. Amini kesho yako ni bora, hata kama mbele unaona bahari, amini kesho yako ni bora hata kama unakutana na njaa leo, kesho yako ni bora. Hata kama uoni au unaona mwamba, uoni mwanga, kesho yako ni bora. Hata kama nyayo zako zinaungua katika jangwa, lakini bado kesho yako ni bora, kwa maana Mungu huyu alianzisha safari yako kutoka nchini Misri. Hatakuacha kamwe katika safari yako kuelekea nchi ya ahadi. Mwamini yeye, mtegemee yeye. Tuendelee na safari, tuendelee na safari.